cha Zaburi sura ya 23 anasema, Bwana ndiye mchungaji wa imani, sitapungukiwa na kitu. Hata kama mfukoni amna kitu, imani yangu inanambia Mungu atanipa kitu. Anasema uniongoza katika maji ya utulivu, kando kando ya mito unilaza lakini mstari wa nne anasema kitu nataka ukishike leo, nijapopita nne na tano, nijapopita katika bonde la ufuli wa mauti, matatizo yajapokuja makubwa, shida zijaponiandama nzito, tabu zijapokuja za kutisha, watu wote wakamua kuniua mimi, anasema sitakuogopa. Naomba ujue Kinachoua imani kwenye maisha ya wanadamu ni uoga. Kinachoua imani kwamba kesho siwezi kuwa kama mchezaji mkubwa katika Afrika ni uoga. Kinachoua imani kwamba kesho siwezi kuinuka na kufanya mambo makubwa ni uoga. Na kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa saba anasema Mungu hakutupa roho ya uoga, uoga, bali alitupa roho ya ujasiri. Mwanaume, mwanamke shujaa, mwanamke hodari, asiyogopa kitu, roho ya upendo, roho ya nidhamu. Ndicho kilichoko ndani mwako wewe, ila ujakitambua. Tuananakua na hofu na vitu vingi. Kesho ntakula nini? Kesho ntavaa nini? Kesho itakuwa je? Usiogope kuhusu kesho. Kama kufa wacha ufe, potelea mbali na ufi katika jina la Yesu. Usiogope mambo ya tajiseti yenyewe, wala usiwo na mashaka, maada umemwamini Mungu. Usiogope kuhusu kesho yako, mwache Mungu atatengeneza njia pasipokuwa na njia, wala usiwo na mashaka. Lala usingizi wako vizuri, kwa sababu kesho yako ni njema kuliko leo. Kesho yako ina matumaini makubwa kuliko ya leo, lakini nitawezekana tu kama utajenga msingi unaitwa imani, imani ya moto. Sasa pekee yake nimeongea kuhusu imani na umuhimu wa imani, nimekwambia somo la leo linaitwa moto wa imani, sio imani peke yake, nilikwambia Ijumaa, tulikuwa nayo kama unaumwa tumbo ukaenda kwenye duka la dawa ukanunua dawa alafu ukaichukua ukaweka kitandani kwako pembeni. Ni dawa ya kuua wadudu ambayo ambao unaalisha tumboni, hata ufanye ile dawa haiwezi kukuponya kwa kuiangalia ile dawa, inabidi uchukue hatua ya, ya imani kwenda kuichukua na kuitia kwenye kijiko alafu kunywa, ndipo unapopona. Ndivyo ilivyo imani. Imani bila kuwa na moto huwezi kufanya chochote, utabaki na maneno mengi tu, na imani yako itabaki kama ilivyo, lakini unahitaji moto wa imani. Moto wa imani maanake ni imani isiyoyumbishwa, au autishiki, auogopi. Ngoja nikwambie. Tukisoma maandiko kitabu cha Danieli nakutana na vijana watatu naitwa Abednego, Shadraka na wakatakiwa wapige magoti wa mugu sanamu mbele ya mfalme, na akumbuka maneno aliyosema kitabu cha Danieli sura ya anasema hivi, ee mfalme, ikibidi kufa, wacha tufe. Ukifika hatua hiyo ajili ya jambo hili naotaka kama ikiwezekana kulala basi ufa wachanivi, lakini jambo hili lazima litokee. Hiyo ndio naita imani isiyoyumbishwa ubabaiki na chochote. La pili ni imani yenye matumaini. Kijana mmoja mdogo alikuwa anasimulia juzi, alipokuwa na darasa la nne, akaambia mama, sikiliza, mi namwomba Mungu mongopatugu pamoja uta kiwa mkubwa ni kujengea nyumba ya ghorofa. Ameshuhudia juzi alimwambia miaka zaidi ya ishirini na tano iliyopita, na kweli Mungu akamtuza mama yake. Kwa juzi alikuwa na mkabizi mama yake ghorofa aliyomjengea. Kwa nini? Alijenga imani kwamba Mungu anayemwamini, ambaye mfanye mama yangu alikuwa ni mwambachwa Mungu atanisaidia nibadilishe maisha mama yangu. Akatembea kwa imani miaka ishirini na nne mpaka nafika miaka ishirini na tisa. Imani ikatokea inaitwa imani aina kuyumba. Unajua kitatokea wataitetokei lazima kitatokea. Ngoja nikwambie, usipofika mafuma-a- matua ya kusema kufa ukiogopa kifo, usipofika hatua hiyo, maisha ni mabaya sana, kwa sababu utachelewa. Lakini ukifika hatua, useme sio Fanya, lazima ifanikiwe. Hiyo ndio imani ya moto, lakini sio kwa uwezo wako, ila kwa msaada wa Mungu. Vinginevyo utabaki kwenyeacheapanda kwa muda mrefu sana, huwezi kutoka. Ni imani, isiyolishwa na msuu, imani ambayo shetani anaiogopa, imani ambayo aiogopi kizuizi chochote, imani ambayo aiogopi njaa Iwe shida iwe tabu, hakuna tatizo maadamu Mungu yupo, nitaishi sitakufa, sita. Bwana Yesu asifiwe. Unacheka, imani ya kiburi, imani ambayo ni moto. Shetani akikuona, anajua mashine nyingine. Katika maandiko matakatifu, kuna wakati Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi wake Acha. Mathayo sura ya 17 mstari wa 20, Mathayo 17 mstari wa 20. Ukirudi nyuma kidogo pale, anakuambia kwa kwamba mwanamke mmoja alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa na matatizo ya kupagawa na pepo. Akamchukua mtoto wake akampeleka kwa wanafunzi wa Yesu. Toka shetani, toka shetani, shetani atoke, toka pepo, pepo atoke kitabu cha Mathayo kumi na saba mstari wa ishirini anasema Yesu akahuzunika, akasema, nitakaa na kizazi kisichokuwa na imani mpaka lini? Akawambia, mleteni. Akawambia, mkiwa na imani, mkiwa na imani, imani imani kwa Mungu, sio imani. Nielewe vizuri, unajua nakuongea imani, inawezekana kuna watu wanielewe namba. Nitoe mfano wa kawaida kabisa hii, tuelewe pamoja. Kwa sababu naweza kwa naongea kitu kikubwa, kumbe watu wanielewe. Najua wengi huko mmeshachukua mtoto mdogo wa miaka mitatu au miaka miwili hata mwaka mmoja au miezi sita alafu ukamchukua ukamrusha juu, alafu ukamdaka ukamrusha tena juu, alafu ukamdaka ukamrusha tena juu, alafu ukamdaka. Unapomrusha mara ya kwanza, mtoto anatemeka analia. Unapomrusha mara ya pili, anaanza kucheka. Mara ya tatu kanaanza kucheka. Kwa nini? Kanaamini kwamba utafanya nini? Utamdaka. Unapoburisha mara nne, siku nyingine akiona kana kukimbilia, nataka kurushwa. Kwa sababu gani? Kanajua kwamba kakirushwa huko juu utakadaka. Imani ni kujua kwamba haijalishi tarushwa wapi kwenye matatizo ya maisha, nitapata shida gani, sitajali, ila najua mikono ambayo imenishika huyu ninayemwamini anaitwa nani? Mungu siokopi si sitishiki si najua ile ndoto yangu yale maono yangu makubwa unao yatatimia anitishi tu kwa kwasabu na mc hata nikiruka kule juu kabisa najua atanidaka sina mashaka matatizo sk aiwezekani matatizo yakaa niishu kwako matatizo ni sehemu ya maisha kuinua kwenda chuu sio kumaliza ni senza kujenga kuwa jasiri zaidi. Hiyo ndio imani ya moto, kwamba niko mikono salama. Nikipita hata kwenye bonde la uzuri wa mauti, mvuli wa mauti, bonde la kufa, siogopi. Ukija ugonjwa wote, siogopi. Hiyo ndio imani. Kwa nini sio siogopi? Kwa sababu ni mjaji no, siogopi kwa sababu matumaini yangu nimeweka kwa nani?